Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano wa kisiasa kati ya Iran na Marekani umechukua sura mpya baada ya wabunge wa Iran kuonekana wakichoma bendera ya Marekani ndani ya bunge la taifa hilo huku wakiwa na kauli mbiu kali dhidi ya sera za Washington. Tukio hili limeibuka wakati hali ya kisiasa Mashariki ya Kati ikiendelea kuwa tete, hususani kufuatia ongezeko la shinikizo la kidiplomasia na kijeshi kati ya Tehran na Washington katika wiki za hivi karibuni kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kimataifa, kitendo hicho kinachukuliwa kama ujumbe wa kisiasa unaolenga kuonyesha msimamo mkali wa Iran dhidi ya kile inachokiona kama uingiliaji wa Marekani katika masuala ya ndani na ya kikanda. Kauli na vitendo vya aina hii vimekuwa sehemu ya siasa za ndani za Iran kwa miongo kadhaa na mara nyingi hutumika kuimarisha msimamo wake wa kisiasa wa ndani, hususani nyakati za mivutano ya kimataifa. Serikali ya Irani imekuwa ikisisitiza kuwa kauli hizo hazilengi raia wa Marekani bali zinahusishwa na upinzani wake dhidi ya sera za nje za Washington Mashariki ya Kati. Kwa upande wa jumuiya ya kimataifa tukio hilo limechukuliwa kama ishara ya kuendelea kwa mvutano wa maneno, hali inayozidi kuongeza mazingira ya sintofahamu katika diplomasia ya kimataifa. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa matamshi na ishara za uchochezi zinaweza kuongeza hatari ya makosa ya kimahesabu hasa katika kipindi ambacho mazungumzo ya kidiplomasia yanahitaji utulivu na busara zaidi. Kwa ujumla, kitendo cha wabunge wa Iran kinatafsiriwa kama sehemu ya mapambano ya kisiasa na kisaikolojia kati ya Tehran na Washington, kikionyesha kuwa mvutano kati ya pande hizo mbili bado haujaonyesha dalili za kupungua. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.